na sasa tutapata neno kutoka kwa mwashamu Almachius Vincent Rweyongeza, askofu wa jimbo Katoliki la Kayanga. Kisha neno hilo na salamu, tamwalika Padre Romuald Kajara kwa ajili ya kupokea salamu hizo na kutoa shukulani kwa niaba ya familia ya baba. Karibu kwa neno. Wapendwa wana familia ya Mungu, mwashamu Severini Niwemugizi, askofu wa jimbo Katoliki la Rulenge Ngara, mashamu askofu Daktari Benson Bagonza, askofu wa KKT dayosisi ya Karagwe, waheshimiwa vipetonira, Mheshimiwa watoto Marehemu, na kwa marehemu nakwenda mle pekee Mheshimiwa Padre Romadi Kajara, Sister Sinforoza, mheshimiwa mapadre, shemasi, watawa wa seminaristi Kwa wafiwa wote na waombolezaji Kristo, awali ya yote, napenda kuungana nanyi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha ya mzee Mathias Kajara zawadi ya maisha ya miaka tisini na moja na miezi sita. Pia namshukuru mzee Mathias Kajara kwa kuishi kikamilifu hiyo zawadi ya maisha ambayo Mwenyezi Mungu alimpa ya miaka tisini na moja miezi sita katika kujitahidi kumjua Mungu kumpenda Mungu na kumtumikia. Na sasa tunamwombea ampe tuzo la milele huko mbinguni, kwa kuwa mwaminifu katika hayo madogo. Na sasa tunamwombea asikie sauti namkabisha mbinguni. Nasema vyema mtumishi mwema na mwaminifu, imekuwa mwaminifu kwa machache, sasa ingia katika ufalme wa bwana wako. Injili ya Mathayo sura ya ishirini na tano aya ishirini na moja na ishirini na tatu. Au kupita duniani kama mshare inavyopita angani bila kuacha kumbukumbu ameacha kumbukumbu. Uzao wake mmeuona hapa mbele, wakati wa kusoma wasifu wa marehemu. Ameacha mengi, ametuachia Padre La Mwali aweze kuendelea kumtumikia Mungu akupita duniani kama mshale, amepita kama konokono, ameacha alama. Na zaidi ya yote, ameacha jina. Mahudhurio ya msiba huu na maziko haya ni alama tosha kwamba ameacha ameandika jina jema zuri linalong'ara ambalo limevuta mapadre wote au kundi kubwa kuja kumzika. Na Jumamosi huwa ni siku ya kupika chakula kwa ajili ya waumini, chakula cha kiroho. Siku ya Jumapili wameacha hayo na watakimbia kuwahi kutoa huduma huko Jumapili wa maskofu kwa yohuyo, ni matunda ya jina ambalo wameliandika mioyoni mwa kila mtu alikutana naye. Kwa hiyo tunamshukuru sana, pia namshukuru mke wake Bi Petronila, na mwenyewe amechangia vikubwa katika kumwongezea maisha kwa njia maisha ya ndoa ambayo wameishi miaka sitini na tano ndoa takatifu na wakazaa watoto halali kumi <coughs> na wawili, makofi, na wakuishia kuzaa, wamelea wametunza na kuwaelekeza katika mito mitakatifu. Kwayo, kwa hiyo tunamshukuru sana Bi Petronila kwa kuweza kumtunza huyu mzee pamoja na kulea hao watoto. Wameishi mfano bora wa ndoa. Wamependana katika taabu na raha. Na hii nimeishuhudia katika kipindi cha changamoto ya ugonjwa wa mzee Mathias Kajara, changamoto alizokuwa nazo za afya na Bipetonira mke wake alikuwa nazo. Alipofariki mzee Mathias Kajara, Bipetonira alikuwa hospitalini Dar es Salaam akichukua vipimo. Imebidi yaache kukamilisha vipimo vyake ageuze kuja kushiriki maziko yako. Yuko matibabuni, lakini yupo. Na jambo lilikuwa linashangaza walivyokuwa na biba changamoto ya mgogoro wa afya, sio kwa kununa, kwa tabasamu. Yaani unashangaa, wewe unaenda kwa fariji wao na kufariji wewe kwa michapo mbalimbali, vichekesho mbalimbali. Asante sana, yaani walikuwa viweke moyoni, wanamsumie maili ya Mungu na Bikira Maria afya ya ugonjwa na kumwomba kwa njia ya na rosari. Tunashukuru sana kwa kwa kwa na jinsi walivyokuwa nataniana, walikuwa kuwa nauguzana anafarijiana. Mzee Matias wakati fulani alielemewa na maumivu Akanamwambia mke wake historia sasa, kwa nini mtashifu Yosefu na Bikira Maria wasije kunichukua? Mbona wananichelewesha? kama huko mbinguni kuna njaa, Karagwe kuna ndizi za kutosha na maroli ya kutosha, kule mshaka wachukue ndizi eh. Kwa hiyo walikuwa na utani mwingi sana. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa kuweza kupokea mateso na kifo kwa uchangamfu na matumaini e. Naendelea kuwashukuru watoto kwa kukubali malezi mliopewa na wazazi, na mwendelee kuwaenzi, kuishi maisha ya neno la Mungu na sakramenti na mwendelee kuchochea miito. Ninyi ambao mko kwenye ndoa takatifu, endelea kutuzalia mapadre na masista katika wajukuu wake na vitukuu. Alipenda sana miito na kuifadhili, kwa hiyo tuige huo mfano, na tunahitaji mapadre na watawa wengi wa kutosha. Tunashukuru sana. Nichukule tena fursa hii kumshukuru mhubiri wetu Mwheshimiwa Padre Nicodemos Ba Katonda, baba paroco waporkia mtaratifu Petro Karaveri Bugene, kwa neno zuri aliyotafakarisha. Pia nimshukuru kwa kuwa karibu na mzee Matias Gajara na daima alipokuwa na mtuma aende kumjuria hali wakati imebana shughuli na kumpa huduma za kiroho, kisaidiana na mapadre wenzake. Namshukuru sana. Nishukuru tena uwepo na ushiriki hai wa baba Askofu Severini Nwemgizi na neno lake alilotoa. Pia ni mshukuru Baba Askofu Benson Bagonza kwa neno hilo, tuendelee kulipigia msumari tusiwaishe kifo uwa, na sisi tunapoua tusichukue nafasi ya Mungu. Mungu ndiye anatupa wai na ndiye anauchukua wai, tusifu tusijifanye miungu. Wewe unapoua ni dhambi ya kwanza kukufuru na kuchukua nafasi ya Mungu ambaye Mungu ndiye anamiliki huo uwai aliotupa na ndio anajua ni wakati gani mwafaka wa kuchukua huo uwai. Na wewe nao chukua uwai, kuna siku yako utakapochukuliwa. Lakini siku utakapochukuliwa, adhabu yako itakuwa ni kubwa zaidi ambayo utashinda kuibeba maana tutakuwa ni wewe umejitakia mwenyewe kupenda kumpindua Mungu. Ni uhaini mbaya huo, kama nataka kumpindua Mungu. Binadamu wa kawaida amesubiri kumpindua binadamu wenzake, akamchukulia hatua kali. Je, wewe nayo jitahidi kumpindua Mungu kwa kuchukua kiti chake, kumnyang'anya huo uwezo wa kuchukua uhai? Tuheshimu uhai tangu mimba inapotungwa tusiwaishe wahi mtu kuondoa mimba, na hiyo ni mbaya zaidi. Kiumba ambacho hakina hatia, wewe unakiondoa. Hiyo ni baraka ambayo Mungu amekupatia na kila mtu, Mungu amemuumba kwa nia yake, kwa lengo lake. Na wanasema tangu kuumba Adamu na Eva mpaka siku ya Kiyama, Mungu hajawahi kumrudia na hatawahi kumrudia mtu mimi sijawahi kurudiwa na sitarudiwa. Kila mtu Mungu amemuumba kwa lengo lake. Ni kwa misingi hiyo, kila mtu ana sura yake. mtu Mungu hajawahi kurudia sura yangu, si nani? mtu ambaye amekutana na sura nayo inayofanana na mimi, hata kama umekutana nayo haifanyi nayo fanya mimi. Sasa, alama za vidole ndio ishara ya kwanza kwamba Mungu hajawahi kumrudia binadamu. Alama za vidole, alama za sauti, alama za kutembea, alama za e, maonjo, alama za kusikia, za kulusa. Kila mtu ana alama yake, alama ya sauti harudii mtu yeyote, na kila mtu Mungu amemuumba kwa lengo lake la kutekeleza hapa duniani. Pengine napo huwa mtu unaua mtu ambaye Mungu alimtuma aweze kuvumbua au kutetea dawa ya kansa fulani nayotusumbua. Wewe mmemuua, ukishamuua, dawa hii haitapatikana tena. Kwa hiyo tuheshimu wai na tutunze wai. Mambo mengi amezungumza, nafikia hayo yatoshe. Nimshukuru tena Baba Askofu Severi ni mungizi na Mheshimiwa pale Romad Kajara kwa utumishi wake wa kipadre na kwa kuwa karibu na jimbo langu katoliki la Kayanga. Wakati jimbo hili linaanza, nilikuwa na changamoto ya mapadre na kusimamia taasisi mbalimbali mbali hapa jimboni, ikiwepo taasisi ya elimu. Wakati fulani taasisi ya elimu hasa ya shule yangu ya Kaisho kuna wakati ilijumiwa ikachoma mara mbili, karibu niifunge. Baba pale Kajara akaniomba kwamba anaweza kuja huku kunisaidia kuendesha hiyo taasisi hasi ngasema mwombe a baba askofu wako. Basi akamwomba Baba Askofu Severini aje afanye umisionari nyumbani Kayanga wa miaka mitano Baba Askofu Seferini akamkubalia, tumpige kaisho. Baadaye nikampa paroko parokia Rwambaizi. Basi mambo ambayo yalishaanza kuloga na mimi kuanza kukaa sawasawa na kitambi changu kuanza kuota, eh mkataba wa miaka mitano kaisha, akarudi, kitambi changu kikaporomoka. Basi ndivyo mnaniona nilivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa kusema hayo, nitamwalika Baba Askofu Severini ni mwamgizi atatongozea ibada ya mazishi. Ilaa milelo, mpe Bwana apumzike kwa amani.